Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wana taifa la Mungu, karibuni tuendelee na tafakari zetu ambazo tumekuwa tukishirikishana, e, masomo ya Jumapili lakini na tafakari zingine pia za kiroho. Eh, ninakuleteeni tafakari hii. Kwanza tumshukuru Mungu ambaye amekuwa nasi katika kipindi cha Kwaresma tunachoendelea nacho na tunakaribia mwisho sasa. Tuko sasa mwisho wa juma la tano. Kwa wale ambao wataona eh, tafakari hii siku ya Ijumaa, Jumamosi tuseme. Lakini eh, tuna, tuna kuleteni sasa tafakari hii ikiwa inalenga Jumapili ya Matawi. Pengine kabla sijakwenda kwa undani zaidi kwenye tafakari tuone kwa ufupi tu historia hii ya Jumapili ya Matawi. Kwa ufupi sitaki kwenda kwa undani zaidi kwa sababu sitaki kuonekana kama mwalimu anayefundisha shuleni. Lengo tujengane kiroho. Jumapili ya Matawi ambayo pia inajulikana kama Jumapili ya mateso kwa watu wengine ina historia ya kina katika Kanisa Katoliki, japo mimi nitakuletea kwa ufupi. Na sherehe hii tunaweza tukai, tukarudi nyuma na kuikuta kabisa tangu hasa eh, karne ya nne kadiri ya wanahistoria wengi wanavyosema, wakati wa karne ya nne ambapo waamini walikuwa wakiadhimisha tukio la Bwana wetu Yesu Kristo kuingia Yerusalemu kwa shangwe kama kumbukumbu, lakini akuadhimisha tukio hilo. Na katika kipindi hicho cha mwanzo wa eh, kwenye karne ya nne, waamini walikuwa wanafanya ibada maalum kuadhimisha matukio hayo ya, ya muhimu, na hivyo kumaliza eh, Pasaka, wanaenda wanamalizia na Pasaka, eh, eh, kwa maadhimisho ya kina, ambapo wanakumbuka yale kabisa mateso sasa kifo, eh, pamoja na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika historia yake, Jumapili ya Matawi ilianza kusherekewa kwa njia ya ibada ya watu wengi, umma, tunaweza tukasema, ambapo watu walitengeneza njia, lakini wakiwa na matawi ya mitende na kuimba nyimbo za kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumsifu Mwenyezi Mungu na, na wakimkaribisha Yesu kama mfalme na kama masia katika maisha yao. e, hii ilijengwa juu ya matukio yaliyoandikwa katika Injili kama tunavyosoma injili ya, ya Luka, Matayo, pamoja na Marko. e, basi, basi walikuwa wanajaribu wana wana kufanya matukio hayo kuyakumbuka wakichukua, e, hasa chanzo chake kutoka kwenye, kwenye kwenye injili tunazokuwa nazo ambapo Yesu alikuwa anakumbuka kuingia Yerusalemu akiwa aki amempanda mwanapunda huku akishangiliwa kwa matawi na umati wa watu. Mababu wa kanisa kama vile Mtakatifu Augustino na Mtakatifu Yohane Krisostom walisisitiza umuhimu wa sherehe hii katika muktadha wa Pasaka. Waliona kwamba kuingia kwa Yesu Yerusalemu ilikuwa ni mwanzo wa kipindi cha ukombozi, ambapo Kristo alikabiliwa na mateso yake kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Kumbe walisitizia kwamba kuwepo na muunganiko wa Jumapili ya matawi na Pasaka, na ndivyo sasa hivi kimsingi ilivyo. Sasa wale mababa kwa eh, inaanza sherehe ya matawi hicho shiremata. Sasa hivi tumeisha kichukua na kukielewa vizuri sana eh, kwa sababu Yesu aliingia Yerusalemu kwa shangwe, watu akimpokea wa, lakini lengo lake alikuwa nenda kuteswa, kufa na kufufuka. Mtakatifu Agustino eh alieleza jinsi tukio hili linavyotoa mwanga wa matumaini akasema, kuwa na nukuu, Kristo alikubali kuingia katika mji huu wa Yerusalemu akijua kwamba kifo chake kingeleta wokovu. Kumbe unaona kuna matumaini e, anasema e, mtakatifu Agustino, Kristo alikubali kuenda kwenye mateso hayo, kuingia kwenye mji wa Yerusalemu, kuteswa na kufa na kufuka, lakini anajua kwamba kifo chake kinaleta matumaini eh, kwa sababu kifo chake kimetuletea wokovu, kuo ni kitu cha matumaini. Aidha, mababu wa Kanisa walitafsiri matawi ya mitende kama ishara ya ushindi wa Kristo juu ya dhambi na mauti mm. waliona kuwa kuingia kwake Yerusalemu ilikuwa ni kutimiza unabii wa Agano la Kale ambapo alikumbukwa kuwa ni mtakatifu na mwenye haki huyo Kristo. Katika maadhimisho ya Jumapili ya Matawi, kanisa linaweza kuona jinsi Yesu alivyokumbatia dhambi za wanadamu kwa njia ya upande wake kwa kujitolea na kujidhabihu. Kujitolea, kujidhabihu, kujitoa sadaka, ni kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu, ni kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. kumanoza kaona, ni ni upendo wa kipekee kujisadaka, kujidhabihu, basi kujitolea. Kwa hiyo Jumapili ya Matawi si tu sherehe ya kuingia Yerusalemu kwa shangwe, bali pia ni mwanzo wa safari ya kuelekea Pasaka. Ndiyo maana Jumapili ya Matawi inaanza Juma Kuu eh, ambapo waamini tunakumbusha umuhimu wa mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili yetu. Na ndugu zangu wapendwa, kipindi hiki kuanzia Jumapili ya Matawi ni wakati wa kutafakari jinsi gani tunavyoweza kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu ya kila siku, tukijitolea kwa ajili ya wengine kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyofanya, lakini zaidi kwenda ndani kutafakari na kuona ni kwa jinsi gani haya mateso ya, ya Bwana wetu Yesu Kristo kifo, of course na baadaye ufuko yalivyotuletea wokovu. Kumbe ningeweza ni kusema Jumapili ya Matawi ni ya muhimu sana kipindi cha Juma kuu. Eh, hebu tuelekeze zaidi, tuzame zaidi katika mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yanayotuletea wokovu, na baadaye sasa tunapoanza Pasaka zile siku tatu za Pasaka ya Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu, Jumapili ufuku wa Bwana, basi tuwe tumeshiba kabisa katika imani na tuweze kusherehekea vizuri Pasaka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa baada ya kuona hii sehemu ya kwanza, hebu tuone sehemu ya pili. Sasa hii Jumapili ya Matawi tufanye nini? Mambo machache nimeisha gusia, lakini nizame zaidi kidogo katika sehemu ya pili, nitoke kwenye historia zaidi niingie kwenye, kwenye, kwenye kitu gani cha kufanya kwa sisi waamini. Cha kwanza niseme kwamba katika maisha yako kama Mkristo, Jumapili ya Matawi ni fursa ya kuimarisha imani yako na kutafakari juu ya wito wako wa kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Hmm? kutafakari juu ya imani yako kwa Yesu, unavyomfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kutafakari haya mateso ya Kristo nakuona kuona amenikomboa Yesu huyu kwa gharama kubwa ya mtu kutoa damu yake kuyatoa maisha yake kwa ajili yangu mimi, kumbe nafasi pekee ya kujitafakari na nakuona sasa, mimi sasa wito wangu wa kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo ukoje kama Mkristo na hivi, ningekushauri kwanza kabisa, kati ya mambo ambayo usisahau kufanya e, kweli jitahidi kwa namna yote, ila ataka labda kama unaumwa sana uwezi kwenda kanisani, basi shiriki baada ya jumapili hii ya matawi. Kitu cha kwanza ningependa hicho, ni muhimu kuhudhuria misa ya Jumapili ya Matawi, ambapo tunakumbushwa kuingia Bwana wetu Yesu Kristo Yerusalemu kwa shangwe kama nilivyokwisha kugusia, na katika ibada hii tunapata kuungana na jamii ya waamini na kusherekea kwa pamoja. E, tena siku, ya, ya, ya, ya, siku ya leo, kuna kunakuwa na matawi yanabarikiwa. E, tunasikia mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu, ya tena yanaimbwa mwanzoni. Kabisa tunakuwa na maandamano ambao kuhana nakuwa mbele na, na waamini wanafuata nyuma ni kitu ambacho kinatuingiza ndani kabisa, na ni Jumapili ya pekee ambayo inatokea mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo hakikisha hiyo Jumapili usiikose, lakini kuna kitu kingine cha kuchukua matawi ya miti, of course kwenye matawi ya mitende wanaweza kuchukua kama wanaweza kupata. Katika ibada hii waamini utumia matawi. E, unaweza kupata matawi ya mitende kama waliotumia wafuasi wa Yesu, sawa lakini hata tukichukua kuna matawi maalum watu wanayachukua, lakini kwengine wanaweza kuchukua matawi mengine ya miti eo, sasa hiyo ni ni ni ni ishara eh, ni sherehe, ni kama ishara sherehe kama sio kama, kimsingi ni ishara ya sherehe ya ushindi wa Yesu, anaingia Yerusalemu katika, kama masia unaona. Kwa hiyo kuchukua matawi haya ni, ni ishara ya kukubali na, na kumkaribisha Yesu katika maisha yako eh. Na imani wote itakuwa ni hivyo hmm? Na ndiyo maana, kama kwa mfano hukubaliane na hilo, hakuna haja ya kuingia hata kwenye maandamano yale e, kama huingii uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, kwa kumkubali Yesu. haya matawi na shangilia napiga kelele hosana hosana mwana wa Daudi, njoo njoo tuokoe, mwana wa Daudi Hmm. Ni ishara ya kumkaribisha Yesu katika maisha yangu na ishara ya kumkaribisha Yesu wewe katika maisha yako, kwa ni kitu kikubwa sana. Ni alama za nje, lakini zina maana kubwa sana. Lakini cha tatu ambacho nimegusia pia tayari kwa ufupi pale kwenye utangulizi pale kwenye historia, tuendelee kutafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jumapili hii inatukumbusha kuhusu mateso na kifo cha Yesu. Ni wakati wa kufikiri juu ya jinsi Yesu alivyokubali majaribu akayashinda, lakini akapata mateso kwa ajili yetu. Majaribu, nikitaka kusema kwa mfano, tulipoanza Kwaresima yale majaribu ya shetani eh, akayashinda. Safari akaelekea akaya, akaanza utumishi wake vizuri kabisa. Naona Kumbe tunapaswa kujiuliza ni vipi tunaweza kuungana na mateso yake katika maisha yetu ya kila siku hmm? Kwa kubali mateso yanapokuja ambayo hatuwezi tukayepuka, kwa kutopeleka mateso kwa watu wengine eh, nikitaka kusema kwamba mateso yanapokuja tuyakubali, kwa, ya tuya, kwa sababu kuna mateso yanaweza kusababishwa na watu, kuna mateso ambayo yanaweza kuja hata, hata bila sababu yote, hata sisi bila kufahamu, magonjwa haya ambao pengine hatujasababisha au mtu kuyasababisha kwetu lakini yote kuunganisha mateso yetu na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini nakuombea pia mateso yasiwepo katika dunia hii e, e, na asili ya kusababishwa kutesa watu kujanyasa watu watu kwa nyima haki zao ni vitu ambavyo inabidi kama leo tusali na kumwomba huyu Yesu anayeingia Yerusalemu kwa shangwe na hayo, aingie kwa shangwe katika maisha yetu na hayo vilevile aweze kuyaondoa lakini kingine ambacho ningeweza ni kuongeza pia ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni roho ile ya kuaresma iendelee eh, kusaidia maskini na wanaohitaji katika kipindi hiki, tunakumbushwa umuhimu wa kushiriki na kusaidia wale walio katika mahitaji eh, kulea moyo wa msaada kwa maskini na wenye shida. Tunamfuasa Kristo aliyesema kila mtenda mema kwa mmojawapo wadogo hawa ananifanyia mimi, kama tulivyosoma Mathayo ishirini tano. E, wenye kiu tukawapa maji ya kunywa, walio uchi tuka wavika. E? wavika walio wagonjwa tukaenda kuwaona hospitalini, wafungwa tukaenda kuwatembelea. Hayo yote tukiyafanya, tukaendeleza ile roho yake Kwaresima. Sio kwamba sasa tumefikia matayo na tunakaribia Pasaka, basi mambo hayo tuyaweke pembeni, yawe ni mambo ambayo endelevu na tukishiriki kuwasaidia wale watu wanaokuwa katika mateso, maana yake tunashiriki pamoja na Kristo, na yote tunamfanyia Kristo ambayo tunamwona kwa hawa ndugu zetu. Lakini pengine niseme kujiandaa kwa ajili ya Pasaka. Sasa Jumapili ya Matawi ni mwanzo wa kipindi cha kujiandaa kwa Pasaka. Ni wazi tumeanza tangu Kwaresima ilipoanza, hmm. lakini wakati huu sasa tumekaribia pasaka kabisa kumbe ni wakati wa kutafakari kuhusu uhusiano wako na Mungu na kupanga jinsi unavyoweza kuimarisha imani yako kupitia sala, toba na matendo mema. Haya ambayo tumekuwa tukiendelea nayo kipindi cha Kuaresma. Sasa utafakari maisha yangu sasa yatakuwa na muendelezo wa namna gani? Eh? Hata kabla tujafikia Pasaka. Kwa hiyo tuandae kusherekea Pasaka na kuendeleza ile roho ya Kikwaresma, ya Kikwaresma. E, sala, toba na matendo mema. Lakini lingine kujitolea kwa upendo wa Mungu e, katika kila hatua unayochukua, kumbuka kwamba upendo wa Mungu unahitaji kudhihirisha kujidhihirisha katika maisha yako. Tushirikiane na Kristo katika kazi yake ya ukombozi kwa njia ya upendo wa dhati kwa wengine na kuweka mbele maslahi ya jirani yako. Kwa ufupi, mimi nikuletee ujumbe huu wa Jumapili ya Matawi kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa Manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa mbili na nusu hadi saa kumi na moja jioni na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi Mkambala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa, TMP Bookshop, sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na Sista Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.